sabini na tatu zilizotolewa mwanakikundi anapewa ndoo za asali zaidi ya milioni kumi na sita anafika ana, ana Dar es Salaam, anapotelea moja kwa moja. Mtunza hazina mwingine naye anapotea, fedha zinapotea. Sasa dhamira hii ya kusaidia watu kupitia hii asilimia mikopo asilimia kumi haitaweza kuzunguka kuwafikia watu wengi kama itakuwa haina uadilifu kiasi hiki, kwa hivyo tuhakikishe tunasimamia vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hakika leo mimi nimekuja sina mingi kusababu, kukosani, sisi, kwa sababu halmashauri Lushoto umejitahidi kwa kiasi kikubwa sana, naomba niwapongeze sana sana. Sisi mkoa wetu halmashauri zote kumi na moja zimepata hati safi, naomba tujipongeze, lakini niwapongeze na nyinyi mmepata hati safi kwa miaka mitatu mfululizo, hongera sana, nawapongeza sana, najua mmefanya kazi nzuri. Lakini hata hivyo kuna hoja, kwa sababu kuwa na hati safi haionyeshi kwamba kukuwa na dosari ndogo ndogo katika hoja ambazo ameelezea pasea, kulikuwa kuna hoja hamsini na sita na katika hizo mmeweza kujibu hoja i 22 hoja 34 ambayo ni asilimia 61 bado hazijajibiwa na kuna nyingine ambazo tunasema bado hazijajibiwa na kufungwa ni, ni hoja ambazo zinatakiwa mabadiliko ya kiv, ya kivitendo. Na haya mabadiliko ya kivitendo mna, mnafuatiliwa mpaka mwakani sea aje kusema hawakurudia tena. Kwa mfano kununua bidhaa bila kutumia mfumo. Ukitoa kazi kwenye mzabuni, akaleta bidhaa au akatoa huduma nje ya mfumo wa nesti, kwanza, umevunja utaratibu. Sasa hili hiyo hii ifungwe, ni lazima ithibitike na ionekane kwamba mwaka huu mpya wa fedha vitendo hivyo vime-vimeviacha kabisa na hamkurudia tena kufanya makosa kama haya. Kwa hivyo, ndio maana utakuta hoja zinafungwa na nyingine bado hazijafungwa, ni kutokana na hoja hoja zile za kitabia. Kwa hivyo, mimi niwaelekeze tu, muhakikishe yale yote ambayo yako kwa katika uwezo wenu. Kwa mfano, kama ametoa huduma bila kupata risiti yenye EFD, ni lazima mpate lakini kama mmeenda nje ya utaratibu, basi mwakishe kwamba mnajibu hoja hiyo na kuji kujiwekea malengo na nadhiri kwamba hatutarudia tena, na ukika sea haja athibitishe kwamba ijarudiwa na hoja ifunge.